wachache ambao wanaweza kuja pamoja wakikaa pamoja wakifanya tafakuri ya maisha yao ya maeneo yao ya kufanya kazi, lakini wakimshukuru Mungu na wakimpongeza rais wao wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hotuba ya mwelekeo wa miaka mitano. Jipigieni makofi mengi sana. Si vijana wote wanaoweza wakawa wana upendo na amani kama nini ambao wanakuja pamoja wakifanya tafakuri ya maisha yao katika miaka waliopita, wanaanza upya katika kipindi cha miaka mitano. Na wapongezeni sana, hongereni sana. Ni kitu ambacho kinaweza kuikwa na vijana wengine Tanzania. Mnakaa pamoja mkiangalia kufanya tafakari na kumpongeza rais kwa hotuba yake ya mwelekeo wa miaka mitano na washukuruni sana kwa niaba ya serikali na washukuruni sana mmefanya jambo kubwa wako watu wameshindwa ninyi vijana mmeweza hongereni sana wanaowazungumzia vijana kwenye mtandao vijana wa Ilala ni ninyi uongo kweli ndio. Mko Ilala mnatafuta riziki zenu, uongo kweli? Ndio, yes. Mko Ilala mnasafirisha watu uongo kweli? Ndio, yes. Mko Ilala mnawauzia watu vitu uongo kweli? Ndio, yes. ninyi vijana, jipigieni makofi. Nafikiri wote tunakumbuka, ndugu zangu, tumepita kwenye kashikashi kidogo hapo katikati baada ya tarehe ishirini na tisa na siku mbili tatu ambazo zilifuata, lakini kitendo cha Mheshimiwa Rais kuzungumzia maridhiano kufungua ukurasa maridhiano maridhi kukaribisha wadau mbalimbali, kwamba ni viongozi wa dini, kwamba ni wawakilishi wa makundi mbalimbali, wanazuoni, wazee na makundi mengine yote, ni jambo jema ambalo sisi kama vijana wazalendo wa nchi ya Tanzania tuliona sio jambo la kuliacha lipite bila angalau kukutana mahali hapa kuweza kutafakari machache kwa ajili ya kile ambacho kimetokea na kile ambacho Mheshimiwa Rais amefanya kwa ajili ya kuleta utengamano na tumaini jipya katika nchi yetu hii ya Tanzania DC. Mheshimiwa Rais alisisitiza amani ya taifa letu. Taifa letu hili sio la kwake, ni la kwetu sote, yeye ni kiongozi wetu, alisisitiza amani. Na mimi niwaombe ndugu zangu wote hawa walioko hapa wote kwa pamoja tuwe walinzi wa amani ya taifa letu. Wote tuliopo hapa na wanaotusikiliza tuwe walinzi namba moja wa taifa letu, tuanze kulinda wenyewe, tutoe taarifa kwa viongozi wetu. Lakini mimi naamini tukianza kulinda sisi mmoja mmoja, jeshi la polisi, sijui nani, sijui nani, wala hawatopata tabu taifa letu litakuwa na amani, taifa letu litakuwa na upendo, taifa letu hatuto mwaga kabisa. Fanyeni biashara zenu, safirisheni abiria wenu, safirisheni mizigo ya wafanyabiashara bila tatizo lolote. Amani ya nchi hii ni jukumu langu mimi na nani? Mimi na wewe. amani ya nchi hii tuilinde kwa wivu mkubwa. Asanteni wasikilizaji.